Taarifa muhimu wananchi wanahitaji kuifahamu. Ngoja nimtafutie ni mtafuti mwanadijitali mwanadijitali. Mwanadijitali. Wapi bwana? Mbona unapiga stori na kati unataka kuwabadilisha wananchi? Hapana. Huyu alikuwa anataka kutoka kwenda kwenye taasisi moja ya umma kwenda kutoa malalamiko yake. Nikamwambia kwamba hapana, sisi tupo mahali popote unaweza kutoa malalamiko yako kwa serikali. Nikamwambia unabonyeza nyota 152 nyota 00 alama ya reli kwenye simu yako, unaenda namba 8, alafu namba 2, alafu namba 2 tena pale utaona neno limeandikwa e-Mrejesho. Lakini pia una aina gani ya simu hapo? Na smartphone. Sasa ukiwa na smartphone unaweza pia kutumia application ya e-Mrejesho ambayo unaweza kupitia Play Store au App Store. Lakini pia unaweza kupata e-Mrejesho kupitia tovuti ambayo ni www www.imrejesho.gov.tz ambapo hapo unaweza kuwasilisha malalamiko, kama una maoni, una pongezi, vyote unaweza kuviwasilisha. Unajulikana kwenye hiyo mitandao yenu jamani. Hapana, huwezi kujulikana kwa sababu kuna machaguo mawili. Unaweza kuchagua kukujulikana au kwa kutokujulikana, ni wewe tu. Serikali imefanya jambo la maana. Maisha ni marahisi sana sasa hivi. Sasa, unataka kutoka eti uende kwenye taasisi huko, kapange foleni muda mwingi. Unataka kuendelea na kazi zako. Tende tukamsikilize kitu. Karibu tuijenge serikali kidigiti.